taweka wimbo mpya kinywani mwangu, ndizo sifa za Mungu wetu. Watu watasikia na kuogopa, nitakapotajwa jina lake. Kwa maana tuko hapa usiku wa leo, maana Mungu ameweka wimbo mpya kinywani mwetu. Uzima tulionao ni wimbo mpya kinywani mwetu, afya tulionayo ni wimbo mpya kinywani mwetu hata Bukombe vile tulivyo ni wimbo mpya kinywani mwetu. Kwa hiyo ni usiku wa kumshukuru Mungu na mimi kwa kweli nisingependa kuchukua muda mwingi. Ningependa tu niwasalimie na tutoe nafasi watu wamwabudu Mungu wamshukuru Mungu kwa sababu hakuna lolote linalompendeza Mungu zaidi ya sifa zinazotoka kwa watoto wake Okuja hapa usiku wa leo, nichagua fungu jema, msifu na kumwabudu Mungu wako. Wengi wangetamani kuwa nasi kumwabudu Mungu hawawezi, mili yao ni dhaifu, lakini kwa sababu ya matatizo mbalimbali hawawezi hata kusogeza milimita wake mahali alipo. Lakini sisi, Mungu ametubariki ni wazima, tumekuja hapa, ndio maana tuna sababu ya kumshukuru Mungu. Mweshimua nafasi, kwa niaba ya wenyeji wote wa wilaya ya Bukombe, washukuru sana wageni wetu na kuwakaribisha hapa kwetu Bukombe. Karibuni sana watumishi wa Mungu, wale mliokuwa hapa kuanzia waimbaji na wapiga picha wote walioko hapa, tunawashukuru sana kuja, karibuni sana. Kile nimejifunza jambo moja, kumbe tulichelewa, kumbe jambo hili linawezekana, kumbe linawezekana bali ili walau liwe linatokea kila wakati. Ndugu <tukarabu> zangu, niwombe tunapomwabudu Mungu tusisahau tuendelee kuiombea nchi yetu, tuombee viongozi wetu, tumwombe rais wetu. Na kwa kweli nimeshangaa sana maneno aliyozungumza hapa Pasta Mwita, lakini amefundisha mambo makubwa sana ya kufikirisha, na jambo la maana kubwa sana, kuwa na moyo wa toba natoba na ya kumaanisha lakini kumuishia Mungu kama tunataka kuwa na taifa lenye salama kuwa na familia nzuri, basi watu hawa waelekee Mungu, watu waipende Mungu, wawe na toba, maisha yao yaelekee kwa Mungu. Na ikiwa hivyo basi tutakuwa na taifa zuri lenye amani na utulivu. Basi Mungu awabariki sana, nawatakieni usiku mwema wa ibada. Basi tuendelee kumshukuru Mungu na kumtukuza. Asanteni sana.